Jioni hii kuna taarifa ambayo imetolewa kutoka katika vyombo vya uh, mamlaka uh, ya polisi ambapo viongozi wa Chadema wakiongozwa na makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche wameachiliwa na jeshi la polisi. Jeshi la polisi, viongozi wa kadhaa wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema waliokuwa wameshikiliwa na jeshi la polisi wakiongozwa na makamu mwenyekiti John Heche wameachiwa huru kwa dhamana hii leo Novemba 10, 2025. Taarifa zilizofika kia zinaeleza kuwa viongozi hao walikuwa wakishikiliwa vituo mbalimbali vya polisi nchini, wameachiwa katika kituo cha polisi cha Oyster Bay jijini Dar es Salaam. Mbali na Heche, wengine walioachiwa huru ni naibu katibu mkuu wa chama hicho upande wa bara Amani Golugwa, mwenyekiti wa kanda ya Pwani Boniface Jacob au Boniai, na mjumbe wa kamati kuu Godbless Lema ama aliyekuwa mbunge wa Arusha uh, miaka iliyopita Eh, na Lema huyo. Lakini uh, baada tu ya kuachiwa viongozi wengine bado hawajatoa maandiko yao, ama chama hicho hakijatoa chapisho lake kuzungumza ni nini hasa ambacho kinaendelea baada ya wao kuachiwa kwa dhamana. Lakini eh, Godbless uh, Lema yeye alienda kwenye ukurasa wake wa Twitter na kuandika ama wengine wanaifahamu kama X uh, akaandika hivi: kukata tamaa katika kutafuta wema wa watu ni dhambi mbaya sana katika maisha ya binadamu. Kutafuta wema na haki inapaswa kuwa kusudi la kila mmoja katika maisha. Matatizo mengi duniani yanasababishwa na watu wema kukaa kimya wakati uovu unashamiri. Mateso kwa ajili ya haki ni faraja kubwa sana ya moyo. Hata wanaofikiri sisi ni maadui zao wanapaswa kujua kuwa sisi si marafiki, sisi ni marafiki zao, na jitihada zetu ni kwa ajili ya watoto na wajukuu zao pia. Tuko nje kwa dhamana, ameandika hivyo. Ameandika hivyo. Godbless Lema kupitia ukurasa wake wa Twitter na pia mpaka sasa hivi hakuna taarifa rasmi ambayo imetolewa e, na vyanzo maalum e, za chama hicho, kwa maana Chadema tusubiri labda muda kadhaa ukipita tuone namna gani ambavyo eh, ukurasa wa Chadema utatoa taarifa ipi ambayo pengine hasa itakuwa ni ujumbe wao rasmi, sasa kwa wapenzi wa, wa, wa, wa chama hicho, na pia tuone namna gani ukiitembelea na, na wameandika kwamba uh, wameandika kuwa jioni hii jeshi la polisi limewaachia kwa dhamana viongozi wakuu wa chama waliokuwa wanawa, wanawashikilia. Viongozi hao ni Mheshimiwa John Heche, makamu mwenyekiti bara, Mheshimiwa Amani Gorugwa, naibu katibu mkuu bara, Mheshimiwa Godbless Lema, mjumbe wa kamati kuu, na Mheshimiwa Bonifas Jacob, mwenyekiti kanda ya Pwani. Ndo ukurasa wa Chadema umeandika hivyo, lakini hakuna taarifa nyingine ambayo wameichapisha kupitia ukurasa wao huo wa